Mrundikano wa sumu kwenye ini unapelekea ini liweze kuimarisha kiwango cha homoni za testosteroni zinazohitajika na kusababisha kuwahi kufika kileleni na kukosa hamu ya tendo la ndoa kwa, na kingine huwa zinapelekea mzunguko hafifu wa damu kwenye viungo vya uzazi yani kwenye korodani na kwenye uume. Hii inapelekea kuwahi kufika kileleni, uume kusinyaa na kushindwa kuperform vizuri wakati wa tendo la ndoa. Sasa ili kuondokana na changamoto hii, lazima tukumbuke chalenji yetu leo ni siku ya kumi na moja ya kusafisha ini, ili ini liweze kuchakata vizuri au kupangilia vizuri homoni za testosterone, ukawa nazo za kiwango cha kutosha, ili kuweza kupafomu vizuri kwenye tendo la ndoa na kuwa na hamu ya tendo la ndoa. Tunaendelea na chalenji yetu ya kutumia livakea kwa siku. Leo ni siku ya kumi na moja, natumia kidonge kimoja cha livakea jioni hutumia Liver Care hii itaweza kukusaidia kusafisha ini, utendaji kazi wa ini na kuimarisha kiwango cha homoni ya testosterone na kurudisha uwezo wa hamu ya tendo la ndoa na kutowahi kufika kileleni. Ili kuweza kupata tiba hizi, dozi ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Nitafute WhatsApp kwanza, dozi hii ya kusafisha ini, na komenti neno ni unge kujiunga na grupu letu la mafunzo ya uzazi bure.